Meona gwaride nzuri ambalo limefanyika. Aa, ni kweli kwamba hatuwezi kushuhudia toka mwanzo walipoanza mafunzo yao tarehe 30 mwezi Desemba mpaka leo, lakini kwa gwaride hili linadhihirisha kwamba kazi imefanyika na maelekezo yake yalizingatiwa. Mafunzo haya yamewajenga vijana kuwa tayari kujifunza mafunzo mengine ya stadi za maisha na stadi za kazi ambapo vijana wamekuwa na nidhamu, ukakamavu, uzalendo, uhodari, uaminifu, kujiamini na moyo wa kupenda kazi, hivyo kuwa tayari kulitumikia vile vile taifa. Mafunzo haya waliowapata, Mheshimiwa mgeni rasmi, yanawawezesha kupigana kama askari wa miguu kwa hiyo vijana, muwe tayari kuwa jeshi la akiba, pale itakapotokea hitajio la kuwatumia, msisite kutumika, kujitokeza kutumika kwa ajili ya ulinzi eh, wa taifa letu. Niwaase tu kwamba utii mliotii hapa kwamba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 wa vyama vya siasa baadaye. Sasa utii huu au hicho kiapo mwendelee kukifanyia kazi vizuri, ndio, kukifanyia kazi vizuri. Hilo la kwanza. La pili, ni waase pia kwenda kufuata sheria, kanuni na taratibu na maelekezo mengine yatakayotolewa na viongozi manake sisi sote tunaishi kwa kufuata sheria, kanuni na taratibu za serikali, hatujiendei tu hivi vyovyo ovyo, hapana. Mtakwenda huko baada ya kumaliza mafunzo ya miezi ishirini inayofuata baadaye pale, mtakwenda kuwa viongozi mbalimbali kwenye sehemu zenu za kazi, mkafuate hizo sheria kanuni na taratibu na maelekezo mengine. Asante. Vijana wanahitimu mafunzo yao leo, wamepatiwa ujuzi au fani mbalimbali mbinu mbalimbali kama ifuatavyo. Vijana hawa unaowaona hapa tumewafundisha nidhamu nzuri, ukakamavu, uzalendo, umoja na mshikamano lakini hii pia imeweza kuwaondolea tofauti zao ambazo walikuja nazo, aidha za kikabila, za kidini, kipato, itikadi na mambo mengine. Lakini pia tumewapatia maarifa mbalimbali katika stadi za kazi na stadi za maisha, wenyewe wameyataja katika risala yao. Lakini pia vijana hawa tumepandikiza ari ya kupenda kufanya kazi bila kuchoka na bila kujali mazingira. Kama unavyoona leo, mvua tangia asubuhi, lakini vijana hawa tuko nao, wamepiga paredi. Kwa hiyo ni mambo ambayo tumewafundisha ndani ya mafunzo yao, iwe jua iwe mvua, vipindi havisimami. Lakini pia tumewapatia mafunzo ya awali ya kijeshi ili kuwaweka tayari sasa kuwa eh, walinzi wa nchi yetu pindi watakapohitajika kwani watawekwa kwenye jeshi la akiba au nguvu ya akiba ya nchi yetu. Viwaya ya jeshi la kujenga taifa kwa vijana ni nguzo muhimu sana ya kuandaa viongozi waadilifu wazalendo, watakaolitumikia taifa letu kwa sasa na baadaye. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kipindi chote cha mafunzo ya miezi minne ndani ya jeshi la kujenga taifa, tumepata mafunzo mbalimbali, yakiwemo masomo ya kijeshi kwa nadharia na vitendo. Mafunzo haya yametujengea misingi imara ya kupenda kazi za mikono na kuzingatia muda katika utendaji wa majukumu mbalimbali. mbali ambao kupata fursa ya kujiunga na mafunzo haya ya jeshi la kujenga taifa, kwani kutokana na mafunzo haya tumeweza kubadili fikra zetu kuwa wazalendo wenye mtazamo chanya, kujitambua zaidi, kujiamini na kutambua umuhimu na nafasi ya kijana katika kuchochea maendeleo ya nchi yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia tunapenda kutoa shukrani za dhati kwa malezi bora tulioyapata kutoka katika uongozi wa kikosi chini ya kamanda kikosi Kanali Muhamedi Bashiru Karuma, kamati itendaji na wakufunzi wote kwa ujumla, vijana wenzetu wote wa kujitolea operation miaka 60 ya JKT kwa ushirikiano waliotupatia. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunapenda pia kuishukuru serikali yetu ya awamu ya sita chini ya uongozi wa mheshimiwa dr Samia Suluhu Hassan, wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na amiri jeshi mkuu, na makao makuu ya jeshi la kujenga taifa kwa kutupatia fursa hii na kugharamia mafunzo haya. Aidha, changamoto zilizojitokeza wakati wa mafunzo zilipatiwa ufumbuzi kwa wakati. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaahidi kuwa tutaishi vyema yale yote mema tuliojifunza hapa Kibiti JKT, na tutakuwa mabalozi wazuri wa jeshi la kujenga taifa wakati wote wa kipindi cha awamu ya pili ya mafunzo ya stadi za kazi na ujasiriamali kwa nadharia na vitendo na hata baada ya kumaliza mkataba na jeshi la kujenga taifa.